Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi menejimenti, pamoja na watumishi wote tunakukabidhi chombo hiki tukiwa na imani kwamba umeteuliwa ukiendeshe kutokana na umakini ulionao, lakini tunasisitiza kwamba uwe mwangalifu kwa maana ya kukitunza kimefika, kifanye kazi iliyokusudiwa na kufuata taratibu ambazo zimewekwa na mamlaka. Tukutakie kazi njema na matokeo mazuri, na kukabidhi funguo kwa, naomba nichukue fursa hii niwakaribishie nyote katika hafla hii ya kuweza kulizindua gari letu tunaliita ni gari mtambo kwa maana kwamba ina kazi zaidi ya mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunatambua kwamba tunayo dhima na dhamana ya kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ya maji safi na usafi wa mazingira kwa wananchi, lakini pia tunayo dhamana nyingine kuu ya kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ya usafi wa mazingira kwa wananchi. Sasa katika eneo hili la usafi wa mazingira, tuna aina mbili tunavyohudumia wananchi wetu ya kwanza ni kupitia katika mtandao wa majitaka ambao sasa hivi una takriban kilometa mia moja na arobaini, lakini pia njia nyingine ni kupitia kwenye magari kama haya ya kunyonya majitaka kwa wananchi, hususan ni wale wananchi ambao bado hawajajiunga kwenye mtandao wa majitaka. Sasa kwenye hili eneo la kuhudumia wananchi ambao hawajajiunga tulikuwa hatujakuwa na nyenzo mahususi. Wananchi wamekuwa wakija hapa kwa ajili ya kupata huduma hii, wakitambua kwamba ni dhamana ambayo tumepewa na serikali kuitenda, lakini tumekuwa tukiangaika, mara tuwaambie waende halmashauri ya jiji, mara watafute huduma kwenye private sector. Tukaona hili jambo sio sawa, na kwa kuzingatia maelekezo yenu kama viongozi wetu tukaweza kuweka mpango huu kwenye budget, kama alivyosema kiongozi wa ununuzi wa umma, na hatimaye tukaweza kutekeleza mpango huu, na leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba gari letu limefika, na tuko hapa kwa ajili sasa ya kulizindua na kulifanya sasa lianze kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo nichukue fursa mshukuru kwa maelekezo mliotupatia lakini pia nishukuru management kwa kuweka mkakati wa kuyatekeleza. Nishukuru watumishi kwa majitoleo yao ya kuweza kutekeleza majukumu yao kwa umahiri mkubwa, na hivyo kuweza kuijengea taasisi uwezo wa kifedha wa kuweza kununua mtambo huu. Niwapongeze sana mkurugenzi na management kwa ujumla kwa juhudi kubwa mlioifanya kupitia prosesi zote za ununuzi wa gari hili ambalo ni gari muhimu sana kwa maadha ya utoaji wa huduma ya majitaka chini ya mamlaka ya majisafi na usafi wa mazingira Mbeya. Hii ni mara yetu nafikiri ya kwanza kupata gari kama hii, kwa hiyo ni sifa kubwa sana kwetu sisi sote. Naomba tujipongeze kwa hilo. E, ni kweli kabisa nakubaliana uh, na, na maelezo aliyotoa katibu kwamba huduma kama hii ilikuwa haieleweki kabisa kwa mamlaka yetu kutokuwa na aina hii ya huduma. Na sasa hivi tunajisikia kwamba kweli tumekamilika. Tumekamilika kwa maana kama taasisi ya kuchukua uh, hatua zote ambazo tunazihitaji katika utoaji wa huduma za maji safi maji taka kwa wananchi wa jiji la Mbeya na Mbalizi. Watumishi wana furaha, bodi iko imara, na leo tunayaona matunda moja ikiwa ni mafanikio haya tuliyoyapata. Mungu akubariki sana mwenyekiti wetu. Lakini nije kwa katibu wetu mkurugenzi wa mamlaka ya maji Mbeya. Tanzania ina wakurugenzi wengi lakini mamlaka ya maji ya Mbeya kwa kweli ni noma ma noma kwa kweli. MD Kayange amekuwa MD wa mfano mwenye vision na mission, na siku zote amekuwa katika ubora ule ule. Lakini MD Kayange yeye amekuwa alive wakati wote, amekuwa na passion, amekuwa na energy ambayo hairudi nyuma, na hilo limefanya sisi watendaji wengine wote, hata management tuwe na energy. Naomba mjipongeze sana kwa makofi, na energy hii ndio imefanya mkurugenzi wetu wa kitengo cha manunuzi amezungumza hapa, flexibility zilizo kuwepo mazingira yalivyokuwa, mpaka wale wenye mamlaka ya kusababishia ya hili wanamkabidhi yeye, alifanya na amefanya mchakato huu kwa haki na kwa wakati, na leo tumepata gari zuri, kampuni ya Isuzu safi kabisa. Hakuna malalamiko, hakuna pesa iliyopotea, hakuna kona kona. Kwa kweli tunawapongezani sana management na mkurugenzi husika. Hongera sana kwa kazi kubwa. mwisho mimi nitafikisha salamu hizi kwa mheshimiwa waziri kwamba mamlaka ya maji Mbeya ni mamlaka ya mfano ambayo inaendelea kujidhatiti na kujimarisha kila siku. Na leo tunapozungumzia maji taka, tunazungumzia ustaarabu wa binadamu, tunazungumzia ustaarabu wa Mtanzania, kama ambavyo taasisi yetu inatamkwa kwamba ni mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira. Leo kifaa ambacho kinatumika hasa kwenye usafi wa mazingira kimeweza kufika na tumekishuhudia wenyewe bodi ambao tulipitisha ile bajeti yake. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana mkurugenzi pamoja na management, lakini pia ndugu wakurugenzi ambao leo mko hapa tukishuhudia hili gari. Tumepata heshima katika mji huu kwa sababu wananchi wanajua wenyewe wanaita idara ya maji lakini wakifika mamlaka ya maji wakiwa na shida za majitaka tunaanza tena kuwa, kuwarifaa au kuwa, kuwapa rufaa ya kwenda aidha Mbeya jiji au kwa watu wengine binafsi ili wakahudumiwe huduma hii. Leo swala hilo tena halitakuwepo, ni kwamba watahudumiwa na mamlaka yetu hapa hapa kwenda kufanya usafi wa majitaka katika maeneo mbalimbali. Hili gari limetuletea heshima kubwa sana. Lakini ndugu wakurugenzi, pia nipende kushukuru wizara pamoja na taratibu za manunuzi, lakini wizara kama mkubwa wetu hakuacha kutushauri hakuacha kututia moyo ili kuhakikisha kwamba hiki chombo kinapatikana. Kwa hiyo mkurugenzi Bayona kutoka wizarani, tunaomba utupelekee salamu nyingi sana waambie, sisi chombo tumekipokea, na kazi inaanza, na vijana wako tayari, naamini hata anayepokea amini, anayekabidhiwa chombo hiki amejiandaa kukitunza. Ni chombo chenye gharama kubwa, kama ambavyo wote tumesikia, milioni mia nne sio ndogo, na milioni mia nne ni zetu, pamoja na wateja wetu, maana ndiko tunakokusanya pesa. Kwa hiyo tunahitaji umakini, tunahitaji uangalifu ili chombo hiki kiweze kutoa huduma iliyokusudiwa.